Upendo ni utimilifu wa sheria. Somo la 13 la robo ya kwanza katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Machi 25. Tunapokwenda kuiangazia mada isemayo sheria na neema. Hii ni siku ya Jumanne. Kama tulivyoona, sheria na neema havipingani. Badala yake, vinafanya kazi tofauti kwa kupatana na upendo na haki ya Mungu. Tofauti ya wazi kati ya sheria na neema ingewashangaza Waisraeli wa, wa kale walioona utoaji wa Mungu wa sheria yenyewe kama udhihirisho mkuu wa neema ya Mungu. Wakati miungu ya mataifa yaliyowazunguka ilikuwa ya kubadilikabadilika na isiyotabirika kabisa, ikiwaacha watu bila njia ya kujua kile ambacho miungu ilitaka na kile ambacho kingewapendeza, Mungu wa Biblia kuwafundisha watu wake kwa uwazi sana kuhusu kile kinachompendeza, na kinachompendeza ni kile ambacho ni kwa manufaa ya juu kabisa ya watu wake wote, binafsi na kwa pamoja. Hata hivyo, sheria haiwezi kutuokoa kutoka dhambini au kubadilisha mioyo ya wanadamu kwa sababu ya asili yetu ya hali ya dhambi. Tunahitaji upandikizaji wa moyo wa kiroho. Soma ya Yeremia sura ya 31 aya ile ya 31 hadi 34. Hili linafundisha nini kuhusu ahadi za Mungu za kutupatia moyo mpya? Linganisha hili na maneno ya Kristo kwa Nikodemo katika Yohana sura ya 3 ya kwanza hadi 21 kuhusu kuzaliwa upya. Tazama pia wa Ebrania sura ya 8 aya 10. Amri kumi ziliandikwa na Mungu mwenyewe kwenye mbao za mawe, Kutoka 31 ya 18. Lakini sheria pia ilipaswa kuandikwa katika mioyo ya watu wa Mungu, Zaburi 37 aya 30 na 31. Kwa kufaa kabisa, sheria ya Mungu ya upendo isinge kuwa nje yetu bali ndani kabisa ya tabia zetu. Mungu pekee ndiye angeweza kuiandika sheria yake katika mioyo ya wanadamu, na aliahidi kufanya hivyo kwa watu wake wa agano. Tazama wa Ebrania sura ya nane ya kumi. Hatuwezi kujiokoa kwa kutunza sheria. Badala yake, ni kwa neema tunaokolewa kwa njia ya imani, si kwa nafsi zetu, bali ni kipawa cha Mungu. Waefeso sura ya pili ya nane. Hatuishiki sheria ili tupate kuokolewa, tunashika sheria kwa sababu tayari tumeokoka. Hatushiki sheria ili tupendwe, bali kwa sababu tunapendwa, na hivyo tunayo shauku ya kumpenda Mungu na wengine. Tazama Yohana sura ya 14 aya ya 15. Wakati huo huo, sheria inatuonyesha dhambi zetu. Yakobo sura ya kwanza 22 hadi 25. Warumi 3:20 na Warumi 7:7 inatuonesha hitaji letu la mkombozi wa Galatia 3:22 hadi 24. Inatuongoza katika njia bora za maisha na kuifunua tabia ya Mungu ya upendo. Tumaini lako ni nini katika hukumu? Je, ni bidii na uaminifu wako wa kushika sheria au ni haki ya Kristo ambayo inakufunika? Jibu lako linakuambia nini kuhusu kazi ya sheria ya Mungu, kuhusu kile inachoweza kufanya au isichoweza kufanya. Mwenyezi Mungu atubariki sote na karibu tena.